Amoja yeah. Nionge na, naandishi mamako. Okay. Nini kinaendelea mpaka sasa? Hebu tujue. Yeah. So, mapema tulikupo hapa kusubiria kwa hamu utueleze nini. Uh, okay. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu. Okay. Na nadhani sioni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani so. Okay. Ya, hii ni sheria, hii ni serikali itaangalia wapi kuna haki Kinga, okay, lakini leo ilionekana mmoja wote wawili wewe na mkubwa mm. Um, inaonekana umetokea wewe peke yako, mkubwa umetokea. Kuna shida gani hapa? Uh, sasa hiyo labda mkikutana nao wao, mwongozi mtawaulizia wao kaniwa asante sana.

Aki tafuta okay, chinga lakini leo ilionekana mmoja wote wawili, wewe na mkubwa mm. imeonekana umetokea wewe peke yako, mkubwa umetokea, kuna shida gani hapo? uh, sasa hiyo, labda mkikutana nao wao kwa muongozi, mtawaulizia wao. Ibra, nyimbo mepostiwa na Diamond, kuna ukaribu wowote ameposti Ibra.

Okay, chinga, lakini leo ilionekana moji wote wawili wewe na mkubwa mm. um, ilionekana umetokea wewe peke yako mkubwa hakutokea, kuna shida gani hapa? uh, sasa hiyo labda mkikutana nao wao mwongozi Ibra, nyimbo amepostiwa na Diamond, kuna ukaribu wa wote ameposti yeah. so, so yes. nyimbo <inaudible> <inaudible> Kua limefika kwenye mikono ya walezi wetu na nadhani suni litakuwa sawa, kwa sababu limeshafika nyumbani so ya yeah, ni sheria ni serikali itaangalia wapi kuna haki, haki zitafuata. Okay, chinga, lakini leo ilionekana mmoja, wote wawili, wewe na mkubwa, mkubwa mm. Inaonekana umetokea wewe peke yako, kuna shida gani hapa kati? Sasa hiyo labda mkikutana nao wao, viongozi mtawaulizia si. wao kwa nini hawajatokea? asante <laughs> sana a Bwana mm. Diamond, Diamond, Diamond, yeah, posti. <laughs> akitoka katika maeneo ya Basata, msanii Ibra ambaye yupo chini ya lebo ya Konde Music World Wide, ambako anaondoka kwa namna hiyo katika gari yake baada ya kutoka kuongea na baraza la sanaa la taifa Basata, ambao hawa ni wegezi wetu kwa wasanii wetu kwa upande wa muziki hapa Tanzania, ndo kama unavyoona akiwa ndani ya gari hapo akijiandaa kutoka katika viwanja hivi vya baraza la sanaa la taifa Basata huku Posta. Msanii Ibla ambaye yeye waliitwa na baraza kwa ajili ya kesi yao pamoja na a CEO wake Harmonize, ambaye Harmonize tumeshindwa kumuona hivi sasa, ila Ibla amefika asubuhi na hivi sasa ndo akitoka na gari yake hiyo nyeupe unayoiona mbele ya kamera katika viwanja hivi vya baraza la sanaa la taifa Basata. Tungetamani kuongea naye mengi, ila kama unavyoona kwamba kuna mambo yakizungumzika ndani hayapaswi kutoka nje. Kwa ambacho tumefanikiwa kukipata, ndio hiko tumekuwasilisha kwenu. Msanii Ibra hakiondoka kwa namna hiyo hapa Basata. Hatujajua Harmonize kwamba ametuma mwakilishi au ameigomea barua, amegomea wito. Tumaz Mungu Mwenyezi Mungu kuwa nimefika kwenye mikono ya walezi wetu, na nadhani suni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani, so ya hii ni sheria, hii ni serikali, itaangalia wapi kuna haki haki zitafata mkondo. Okay, chinga, lakini leo ilionekana moja wote wawili wewe na mkubwa. Inaonekana mm, umetokea wewe peke yako mkubwa umetokea, kuna shida gani hapa kati? Uh, sasa hiyo labda mkikutana nao hao viongozi mtawaulizia wao kwa nini wametokea. Asante sana. Okay. Ibra, nimbo umepost na Diamond, kuna ukweli? Diamond amepost ngoma yako Wana akitoka katika maeneo ya Basata msanii Ibra ambaye yupo chini ya lebo ya Konde Music World Wide ambako anaondoka kwa namna hiyo katika gari yake baada ya kutoka kuongea na Baraza la Sanaa la Taifa Basata, ambao hawa ni egezi wetu wa wasanii wetu kwa, kwa upande wa muziki hapa Tanzania, ndio kama unavyoona akiwa ndani ya gari hapo akijiandaa kutoka katika viwanja hivi vya baraza la sanaa la taifa Basata huku Posta, msanii Ibraah ambaye yeye waliitwa na baraza kwa ajili ya kesi yao pamoja na uh, CEO wake Harmonize, ambaye Harmonize tumeshindwa kumwona hivi sasa ila Ibraah amefika asubuhi na hivi sasa ndo akitoka na gari yake hiyo nyeupe unayoiona mbele ya kamera katika viwanja hivi vya baraza la sanaa la taifa Basata ngetamani kuongea naye mengi ila kama unavyoona kwamba kuna mambo yakizungumzika ndani hayapaswi kutoka nje. Kwa kwa ambacho tumefanikiwa kukipata ndio hiko tumekuwasilisha kwenu. Msanii Ibraah hakiondoka kwa namna hiyo hapa Basata. Hatujajua Harmonize kwamba awetuma mwakilishi au ameigomea barua, amegomea wito Bwana akitoka katika maeneo ya Basata, msanii Ibrah ambaye yupo chini ya lebo ya Konde Music World Wide, ambako anaondoka kwa namna hiyo katika gari yake, baada ya kutoka kuongea na Baraza la Sanaa la Taifa Basata, ambao hawa ni wazee wetu wa wasanii wetu kwa, kwa upande wa muziki hapa Tanzania, ndio kama unavyoona akiwa ndani ya gari hapo, akijiandaa kutoka katika viwanja hivi vya Baraza la Sanaa la Taifa Basata, huku Posta, msanii Ibrah, ambaye yeye walitwa na Baraza kwa ajili ya kesi yao pamoja na uh, CEO wake Harmonize, ambaye Harmonize tumeshindwa kumwona hivi sasa, ila Ibrah amefika asubuhi na hivi sasa ndo akitoka na gari yake hiyo nyeupe unayoiona mbele ya kamera katika viwanja hivi vya Baraza la Sanaa la Taifa Basata. Ningetamani kuongea naye mengi ila kama unavyoona kwamba kuna mambo yakizungumzika ndani hayapaswi kutoka nje. Kwa kwa ambacho tumefanikiwa kukipata, ndio hiko tumekuwasilisha kwenu. Msanii Ibraah, hakiondoka kwa namna hiyo hapa Basata. Hatujajua Harmonize, kwamba awetuma mwakilishi au ameigomea barua, amegomea wito Mungu, ulikuwa nimefika kwenye mikono ya walezi wetu, na nadhani soon litakuwa sawa, kwa sababu limeshafika nyumbani. So hii yeah, ni sheria hii, ni serikali itaangalia wapi kuna haki, haki zitafuata mkono. Okay chinga. Lakini leo ilionekana moja wote wawili, wewe na mkubwa mkubwa, mm, inaonekana umetokea wewe peke yako. Kuna, kuna shida gani hapa kati? Sasa hiyo labda mkikutana nao wao, viongozi mtawaulizia wao kwa nini wajatokea. Asante <laughs> sana.

Mi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu Okay. na nadhani sioni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani. So okay. ya Hii ni sheria, hii ni serikali okay. itaangalia wapi kuna haki, haki itafuata. Okay, nchinga okay, lakini leo ilionekana mmoja, wote wawili, wewe na mkubwa mm. Inaonekana umetokea wewe peke yako mkubwa yakutokea, kuna shida gani hapa uh, sasa hiyo, labda mkikutana nao wao viongozi mtawaulizia wao. Asante sana. Mm. Okay. So Ibra. Nyimbo umepostiwa na Diamond kuna ukaribu wowote? So thank you so much. Diamond umeposti nyimbo. Ibra. Ibra. Ngozi wa Konde Music. Ni shida wa Konde Music lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na wengine na naandisha mambo. Okay. Kwa nini tunaendelea mpaka sasa? Sasa tuko mapema tulikupo hapa tukusubiria uh, kwa hamu. Utueleze nini? mi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kwa kuwa limefika kwenye mikono ya walezi wetu na nadhani suni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani, so ya ini sheria, ini serikali itaangalia wapi kuna haki haki zitapata mtu okay. Chinga lakini leo ilionekana mmoja wote wawili, wewe na mkubwa, inaonekana umetokea wewe peke yako, mkubwa ya kutokea, kuna shida gani hapa sasa? Hiyo labda mkikutana nao wao viongozi, mtawaulizia wao. Asante sana. Ibra. Nyimbo mepostiwa na Diamond, kuna ukaribu wowote nyimbo? nashukuru Mwenyezi yeah, Mungu kwa nimefika kwenye mikono ya walezi wetu na nadhani suni litakuwa sawa kwa sababu limeshafika nyumbani, so hii ni sheria, hii ni serikali itaangalia wapi kuna haki haki zitafata mkono. Okay, chinga, lakini leo ilionekana moja, wote wawili wewe na mkubwa, inaonekana mm, umetokea uh, wewe peke yako, mkubwa umetokea, kuna shida gani? Yaat, sasa hiyo, labda mkikutana nao wao viongozi, mtawaulizia wao kwa nini wajatokea. Asante <laughs> sana. Okay, Ibra, na kuna ame ameposti ngoma yako Bwana akitoka katika maeneo ya Basata, msanii Ibrah ambaye yupo chini ya lebo ya Konde Music World Wide, ambako anaondoka kwa namna hiyo katika gari yake baada ya kutoka kuongea na baraza la sanaa la Taifa Basata, ambao hawa ni ogezi wetu wa wasanii wetu kwa, kwa upande wa muziki hapa Tanzania, ndo kama unavyoona akiwa ndani ya gari hapo akijiandaa kutoka katika viwanja hivi vya Baraza la Sanaa la Taifa Basata huku Posta. Msanii Ibraah ambaye yeye walitwa na baraza kwa ajili ya kesi yao pamoja na uh, CEO wake Harmonize ambaye Harmonize tumeshindwa kumwona hivi sasa, ila Ibraah amefika asubuhi na hivi sasa ndio akitoka na gari yake hiyo nyeupe unayoiona mbele ya kamera katika viwanja hivi vya Baraza la Sanaa la Taifa Basata tungetamani kuongea naye mengi ila kama unavyoona kwamba kuna mambo yakizungumzika ndani hayapaswi kutoka nje. Kwa ambacho tumefanikiwa kukipata, ndio hiko tumekuwasilisha kwenu. Msanii Ibrah hakiondoka kwa namna hiyo hapa Basata, hatujajua Harmonize kwamba awetuma mwakilishi au ameigomea barua, amegomea wito.